Wazewazewaze wazee, sauti ya King of Danmark Chekaz, sauti ya the santisti. Wazee wazee, kama kawaida yangu wazee wazee, leo nawaletea goli alilofungwa Simba Dom jana, zidi ya diana, zilia, saia. Wazee wazee, ilikuwa ni kavimba saia alimwanzishia simbadom. Kavimba saia akatoka mabano, Simba Dom akaweka saia, akajivunja simbadom akaweka saia, akashtua simbadomu akamisi Saii akala kushoto Simba Domu akatoka meja Saii akatoka meja Simba Domu akaeka hii. Asapo kika hii, bao lako linakuwa gumu, ila ina sare. Dani Max hii goma la kibia. Eh, wewe atakutema fuata ka hapa, kwa hiyo hapo inakuwa gumu, hapo ni mtangalia baadaye. Lakini mimi hapa nataka ni ni concentrate na tukio maalum. Kwa hiyo hapa Saii akaeka hii, Simba Domu akaeka hii, Saii akaeka hii, Simba Domu akajikanda. Saii akapiga buti kama kawaida Simba Domu akaenda juu. E, Dalmax anaeka hii e, lakini kwa mujibu wa sahii alieka hii hii e, nayo e, ina sare tahii, nayo ina sare. Kwa hiyo hapa sahii nani, Simbadomu akaeka huku, sahii akamlenga mbili, Simbadomu akamzuia sahii, hapa akapiga buti mbele, akapiga buti mbele. Simbadomu hapa akashtua, alipokimbiza ndo akaeka hapa, ndo akatemwa hapa, akaikiwa hii wazi wazi wazi. Simbadomu akaeka sahii, akaenda kingi, Simbadomu akangoa Sa hii akaingia king modo akaeka hii sa hii akashtua sa kwa nyuma kwa hiyo Simba Domo akaogopa akakanda sa hii hapa kaudi huku aweka hii hapa kanudi nyuma kidogo Eh, mimi na, na, natuma mabao halisi, eh, mabao halisi ambao vitu ambavyo vimechezwa. Eh, lakini leo nitatoa ofa kidogo. Eh, hapa alipopiga buti Simba Domo hapa kwa nini ya kukata? Hapa itakiwa kate kwa sababu mchezo lazima Simba Domo wadhulumu. Eh, hapa hii mbovu na hii na mbovu. Nitawaelezea kwa darasa linalokuja. Hapa sahi lazima arushe mbili. Hapa lazima arushe mbili. Kushe hizo mbili ufungwe hata hata hata ije ije mahakama Mahajiamue serikaza mtaa na makaratasi ukishoshe zumbizi ufungwe ngo. Akiweka hii unamwekea hii moja kwa moja, unaona, akiweka hii unamwekea hii moja kwa moja. Kwa hiyo hapo inakuwa mna kitu sasa. Wazee wazee, wazee, wazee wazee, msisahau ku subscribe kwenye channel yangu ya The Scientist of the World. E, ili kupata vitu adimu kama hivi vitu adimu kama hivi. Wazee wazee, wazee, wazee E, kwa wale wanaotaka tege wanaotaka wanaotaka kavimba wanaotaka tatreni wanaotaka pasati wanaotaka meja zote, yani meja kwa pasati meja kwa kavimba meja kwa kiboko cha mabano e, <coughs> meja kwa tatreni e, ukitaka ma, ukitaka nuguza e, mimi hapa baba la mabau na CR7 e, unapata hizo package bila wasiwasi wote na kwa bei nafuu. Wazee wazee, mnakaribishwa wote, wazee wazee.